Chama cha Mapinduzi kimetuheshimisha sisi wanawake kwa kukubali kumteua Dkt. Samia Suluhu Hassan kuwa mgombea wa urais kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Mwanamke ni kwa mara ya kwanza toka nchi hii imeumbwa ya Tanzania, ndio maana nasema Chama cha Mapinduzi kimetuheshimisha sisi wanawake, wakamteua mwanamke huyu ndiye awe mgombea anayepeperusha bendera ya chama chetu kwa nafasi ya urais wa Chama cha Mapinduzi. Sisi CCM oyee! Tuna kila sababu ya kukishukuru chama chetu, na tuna kila sababu ya kuwashukuru hata akina baba ambao walikubaliana na jambo hili kwamba sisi tunamteua Dkt. Samia Suluhu Hassan awe ndio mgombea wetu anayepeperusha bendera kwa chama chetu. Kwa hiyo mama zangu, sisi tuna kazi kubwa, tuna ngwe kubwa ya kuhakikisha Dkt. Samia Suluhu Hassan anashinda. Kwa kura za heshima na za, kish, za, za kishindo tunasema sisi wanawake tunatakiwa tutafute kura za heshima na za kishindo kwa sababu chama chetu kimeheshimisha. Uongo kweli? Kule kutuheshimisha chama sasa, sisi tusi, kwa nini tusikiheshimishe kwa kupiga kura za kutosha, kura nyingi za kumpa Dkt. Samia Suluhu Hassan, ili chama chetu na chenyewe kiona kwamba sisi tumewashukuru. Uongo kweli? sisiemu oye! Kwa hiyo nimekuja kuwaalika ndugu zangu, mje kwamba tuna mwali mwali mwenyewe ndio Dkt. Samia Suluhu Hassan, pige makofi kwa Dkt. Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo hii heshima naizungumza, hii ni lazima tuonyeshe katika nchi yetu kwamba sisi tumepewa nafasi hii ya heshima, basi na sisi tutatoa heshima kubwa kwa Dkt. Samia Suluhu Hassan.